Wazazi, wazazi, wazazi, kumekuwa na ongezeko la wazazi wa hovyo, wazazi wanaoharibu taifa la kesho, wazazi wanaowafanya watoto wawe watoto wa ajabu ajabu, wawe watoto ambao hawana maadili hmm. Hawana maadili kabisa, wamekuwa watoto wa ajabu ajabu ni kwa sababu ya wazazi. Sasa ndugu zanguni, mm, wazazi ambao mmefikia kuwa wazazi, jaribuni kuwalea watoto kama nyie mlivyolelewa na mama zenu na baba zenu huko nyuma. Baba yako na mama yako, wewe mzazi wahovyo, angekuwa wahovyo, wewe usingefika hapo ulipo. Wewe usingekuwa na afya kama ulionayo, usingekuwa na maadili kama ulionayo, usingeweza kupata watoto ambao unao kama mzazi wako angekuzembea, angekuchezea, angekuharibu unapokuwa mdogo. Wazazi wa hovyo ni wale wazazi ambao wana ukisasa mwingi wana umitandao yani, wana malezi ya kimitandao malezi ya movie mm? malezi ya TikTok malezi ya Facebook mm? wana malezi ya, ya kufikirika malezi ya videoni, ni wale wazazi ambao mm? kwanza, namba moja malezi ya watoto wao asilimia mia, mia wamewaachia dada wa kazi. Malezi yote kuanzia mtoto eh, anapoamka asubuhi, kuogeshwa, kulishwa, kwenda shule, homweki, kila kitu ameachiwa dada yetu wa kazi mm. Mzazi ulizaa mtoto ili, eh, dada wa kazi aje akulelee mtoto mpaka awe, awe, awe mkubwa hmm? dada wa kazi anasaidia mambo mengi, lakini sio kama dada wa kazi yeye ndo, awe ndo mama wa mtoto wako, awe ndo baba wa mtoto wako. Huko hapana, huko hapana hivi pesapesa, vyeo, makazi ambayo tunayo eh, yasitufanye watoto waharibikiwe, yasifanye watoto wakose, wakose, wakose malezi bora. Ni lazima uwe na muda na watoto wako, ni lazima uwalee watoto wako, ni lazima watoto wako uwafundishe ni kipi bora kipi sio bora, njia ipi salama ipi sio salama, tunaishi lazima uwafundishe. Wazazi wa hovyo ni wale wazazi ambao wanawapa watoto wao mavitu matamu matamu ya viwandani, mavitu yaliyosindikwa mara kwa mara. Ni wale wazazi wanaowapa watoto e, mapipi mara kwa mara wanawapa mabiskuti eh, maiskrimu, mayogurt, mm, soda, mm, mara kwa mara ni wale wazazi ambao mm, wanawapa watoto mavitu ya kisasa kisasa mm. Nakuta mzazi amejaza eh, kwenye friji yake au kwenye nyumba yake mabiskuti masoda mapiza mabaga eh, machokoleti mm, majuisi haya ya viwandani haya matamu matamu sana alafu tu anasema, mimi ni mzazi bora, mimi nawapenda wanangu, mimi nawajali. Unawajali? Unawaua, unawaharibu watoto, wewe mzazi mm. Unawaharibu watoto wako mm. Haya mavitu unaowapa watoto kwa kweli unamharibu, unawaharibu, una waharibu watoto wako. Ndio maana sasa hivi unakuta mtoto ana miaka mitatu eh, miaka mitatu ana kilo thelathini eh, mtoto ana miaka mitano ana kilo hamsini mtoto amejaa, amejaa kwelikweli mtoto eh, Mtoto mtoto mdogo anasukuma tumbo anatembea na hivi hmm. Mtoto mdogo alafu, wazazi wanaona kama ni mwanao ana afya, yuko vizuri na kadhalika hmm. Anampeleka kimayai, mayai anampeleka kizembezembe, mtoto anakuwa wajabu wajabu eh, anabadilika, hana nidhamu, hana afya, akili zinapungua, mambo ni kibao. Na sasa hivi sisi ni mashahidi, tunaona tunaona ku mtaani watoto, watoto walivyoharibika, tunaona eh. Sasa hayo yote ni matokeo na ni matunda ya malezi ya wazazi wa hovyo. Wazazi wametoka kwenye misingi ya afya, wamehamia kwenye malezi ya kimtandao, malezi ya kuangalia kuangalia movie na wewe unataka ulee watoto kwa namna hiyo, unaharibu wewe mzazi, unaharibu unaharibu pakubwa sana. Ndio maana sasa hivi watoto wenye kisukari wameongezeka, na sio kile kisukari cha kuzaliwa nacho, sio diabetes type 1 ni kisukari kitokanacho na na ulaji wa masukari ulaji wa vyakula vya viwandani ulaji wa mawanga hmm. Na hii ni dhambi ya wazazi. Tunaona ongezeko la watoto watukutu, watoto watukutu watukutu, hawana maadili, hawana nidhamu, wakorofi korofi, kwa sababu ya aina ya malezi ambayo wanapewa. Tunaona watoto wana mashida ya vifua, shida za tumbo. Hmm. Mtoto mdogo ana ganzi shida za ganzi ganzi. Ni kwa sababu ya malezi ya hovyo ambayo wazazi wanawa, eh, wanawafanya hawa watoto mwanao, mfanyie afya njema, au anakula vitu vya asili, au anakula viungo, au anakula mboga mboga, mm? Usimpe haya mavitu matamu matamu ya viwandani mm? Kama ni juisi, tengeneza ya asili. Anywa kiasi kidogo mm. Hii tunashindwa wapi wazazi? Wazazi katika dhambi ambayo siku ya hukumu eh, mtahukumiwa nayo vibaya mno ni kuharibu taifa la kesho, ni kuzalisha wagonjwa wengi wa kisukari, wa moyo, wa presha, wa figo na magonjwa mengi sana ambayo mtoto hakuzaliwa nayo, lakini wewe mzazi ndio umefanya mtoto afike hapo. Ewe mzazi wa hovyo, kataa dhambi hii, kataa kuharibu mtoto wako, kataa kabisa, kataa kabisa hii dhambi, wewe mzazi wa hovyo.